Sisi kwenye wizara yetu, maana unajua, bahati mbaya iliyopo, watumishi wa umma lazima wajue kwamba safari hii wana waziri ambaye kwanza anajua nini maana ya nafasi yake hii yani. Hilo jambo nataka niwaambie wazi, wizara yetu sisi ndio inayo haya na kufaya yani. Sisi leo hii hata ukisikia kwa mfano mtu kafukuzwa huko sijui labda kwenye sijui kitu gani huko kwenye wizara gani kafukuzwa, yani kituo kinachokuja ni kwetu sisi. Sisi ndio tunajua nini utumishi wa umma unataka mtumishi wa umma aliyekosea, tunajua adhabu gani anatakiwa kupewa. Mtumishi wa umma aliyekosea, tunajua anatakiwa kufukuzwa lini na anatakiwa lini arudishwe kazini. Kwa nataka niseme kitu kimoja, kama kuna mtu ambaye anaamini kwamba ule muda wa kuchecheza upo, muda huo haupo, nataka nikwambieni. Sisi wengine bahati nzuri e, huwa tuna hatuna sababu ya ku, kununa, kwa sababu e, mimi nilifundishwa kwamba maisha haya ni furaha. Yani wewe ukijiona kwa mfano mkono umeshindwa kunyooka hivi kuna mwenzako hata wa mkono hana, kwa hiyo sina sababu ya kununa. Lakini nataka nikuambie, ninavofika na jambo la utendaji kazi, mimi nachotaka ni kwamba jambo mtu aliwezekani uniambie kwa Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria hii, kwa mujibu wa hiki, hili jambo ni gumu kutekelezeka katika hili, lakini tunazungumza alafu naleta nidhamu ya uoga mfanya kazi kwamba Mheshimiwa Waziri, sawa, nitafanya alafu ujafanya alafu wikijao unakuja kunaambia nimeshindwa kufanya kwa sababu hiyo, nasema hivi hiyo kazi hiyo, kama unaitaka uwe mwazi na mkweli. Unasema maneno ambayo hayanyoka, unataka uniongopea nikijua ukweli, mimi na wewe ni shingo yako itakuwa mkononi mwangu. Hilo nataka niseme wazi eh, sio kwamba tutachinjana, lakini <laughs> lakini ni, ni, ni lugha ya tafsiri, lakini sije kusema waziri kasema ataenda kuachinja uko watu <laughs> eh, lakini point yangu ni kwamba utumishi wa umma ni dhamana, dhamana ambayo sisi tumepewa kwa niaba ya wananchi. Wananchi hawa walimchagua rais, labda labda ifahamike vizuri, wananchi wa Tanzania walimchagua mtu anaitwa rais. Rais akaona kwamba kwa, kwa sababu mimi ndio polisi, mimi ndio mwanajeshi, mimi ndio daktari, mimi ndio nani, mimi ndio nani, hebu nitafute watu ambao watanisaidia kusimamia haya maeneo ambayo wananchi wangu wamenituma niende nikaifanyie kazi, na moja eneo ambalo litumwa kufanya kazi ni kwenye utumishi wa umma. Sasa sisi tunasimamia utumishi wa umma, utumishi wa umma lazima utoe majawabu na ndio maana safari hii mnaweza kuona kwamba katika reforms ambazo tunaanza kufanya mojawapo kwamba safari hii tunataka tuhakikisha kwamba watumishi wa umma wanapata adabu, e, maana yake wasijisahau. Ndio kama ambavyo maelekezo yetu jana waziri mkuu ni wazi na ni kweli, nani asiyejua kwamba kuna watu ambao yani e, anaweza akaja hivi kama jana kwa mfano kwamba kuna mtu anakuja, anakuja kwako mfanyabiashara anapewa kodi kila wiki yani mpaka unashindwa kuelewa hivi kodi inatokea wapi? Yani mtu anakuja leo, anakuja Ridhiwani, anakutwanga kodi e, laki mbili baada ya siku nne, anakuja sijui Maumi anakutwanga kodi milioni mbili baada ya siku tatu. Sasa unajuza hata kama hiyo kodi inalipwa kwa mujibu wa sheria, kodi inalipwa kila mwezi au kwa kila bidhaa au kwa kila biashara inayofanyika, lakini hii hi, mimi sijafanya kodi hiyo hiyo, alafu kesho kutwa anakuja mtu anakwambia, bwana, tumekuangalia e, tumekuona kwamba wewe upate msamaha ulipwe ulipe kiasi hichi hicho. Unachokilipa kinatoka wapi? Kipi hicho ulichokisamea? Haiwezi kuwa hivyo, lakini unaona kabisa mazingira yanayotengenezwa ni mianya ya watu wa nini wapate rushwa. Sasa lazima tuna nini, na hiyo ni jukumu letu, na ndio maana niliambia siku hiyo wazi kwamba wale wale pale katika katika ile sekretarieti ya ajira nani, sorry sekretarieti ya utumishi wa umma kwamba bwana, lazima mtimize wajibu wenu ni hamna sababu kwamba leo hii eti viongozi wanachafuliwa e, na nyinyi mmenyawaza kimya. Kwa nini? Ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba utumishi wa umma unakuwa mzuri. Kwa hiyo mabadiliko ambayo yanataka kutekelezwa, nataka nikwambieni, yatatekelezwa na tuvumiliane tu, kwa sababu watumishi wa umma ambao mnawataka nyinyi e, ambao mtakuwa mtakuwa nao kijiweni, mtakuwa nao wengi tu soni e, nyi kama kama kuna mtu aamini hayo, nyi mwambieni tu mtu mmoja hivi, hebu hebu tumjaribu kidogo waziri Nataka nikwambieni, sitoruhusu mtu aje kumwambia mtu radhi, kwa sababu akikosea amekosea. Hatutokubali eh.